Okay. Habari. Uh, so naenda hapa kujadili topic ya msingi sana ambayo naomba unisikilize kwa makini na uweze kuzingatia. So ili uweze kunifahamu mada ya leo ni kwamba wanasema kwamba hakuna uwezekano wa kuweza kuongeza maumbile ya kiume. Sasa mimi sikuhitaji kujadili mada hii kwa sababu ni jambo ambalo liko wazi. Basi na kwa tunaona kama kwa jambo inawezekana. Kwa hiyo topic ambayo ingebidi ijadiliwe ni kwamba je, ni njia ipi sahihi ya kuweza kuongeza pasina kuleta madhara. Kwa sababu hii jambo tayari inawezekana, basi tunakubwa watu wanasema, kwa sababu watu wa wa wa wanaamini kwamba jambo hili inawezekana. So truth ingetakiwa hiyo hiyo kwamba njia ipi ambayo ni bora, lakini kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema kwamba jambo hili haiwezekani, that's why ndio mko jadili maana hii hata kwa ujumla kwamba je inawezekana au haiwezekani. Umeona kwa tunaanza hapo, kwa vitu ingetakiwa tujadili ni njia ipi sahihi, kwa sababu jambo inawezekana. Je, tayari inawezekana so Baadhi ya points naenda chap chap ili ni video isiwe ndefu sana. Kwanza point ya kwanza ni uzoefu wa vizazi nazungumzia history. Kwa historia pia inaweza kutumika kama ushahidi wa kusupport jambo. Sababu jambo linatokea lafanyika kwenye jamii za Kiafrika, jamii za Asia, jambo hili linatokea na lafanyika walikuwa wakitumia dawa za asili katika jambo hili. Kwa jambo hili lipo kwa li li lafanyika. Lakini pia nikiangalia uh, matokeo kwa watumiaji kwa sababu dawa zipo eh, wa watu wanatumia wanapata matokeo. Kwa ukisema kwamba jambo aliwezekana wakati kuna matukio ambayo yanapatikana kwa watu kwa yani na kwa jambo la kustajabisha. Kwa yani, matukio ambayo yanapatikana kwa watu nafikiri ni ushahidi tosha kuliko story za mtandaoni, okay? Lakini pia point nyingine ya msingi ni asili ya mimea yenyewe. Vile wanasema uh, wa Kiswahili ni the cells of composition, kama composition za mimea. Kwa sababu mimea inakuwa na magnesium na kuna zinc na iron. Kama anaweza kuja kuelezea kwa nini hizi na support uh, mada hiyo. Lakini pia uwezo wa dawa za asili za kufundisha mfumo wa homo. Tunafahamu sote kwamba ili ongeze kuweza kutokea yes, lazima homoni ya testosterone ambayo inahusika na masuala ya uzazi iweze kupatikana kwa wingi, homoni ya testosterone. Sasa dawa za asili zina si sifa hiyo ya kuweza kuongeza au kusababisha msukumo wa uzalishaji wa homoni ya testosterone kwa kiasi kikubwa kwa sasa, mwisho wa siku. Sasa uh, nataka nizungumzie matokeo ambayo hayana ubishi, kwanza, kabla sijaenda kwenye mambo ambayo kwamba imekuwa na ubishi. Mambo ambayo hayana ubishi ni kwamba kwa so, so sababu kuongeza kwa ile hamu wanasema libido, hilo jambo halina ubishi, linawezekana kwa asilimia mia moja. Lakini pia katika kuongeza stamina, nguvu ya misuli na ile kuboresha mfumo wa uzazi kwa ujumla, mambo hayana ubishi, so it's not something to discuss about Kusawo, mbwa mbwa yana, yana familia, kwa sababu mnongo mbo yana yanafanyika kwa yanawezekana kwa kupitia dawa za asili. Sasa swali linakuja, je, katika swala zima la kuongezeko la maumbile, jambo hili linawezekana? That's why nimeweka question mark sasa ili tuweze kujua kama jambo hili linawezekana au haliwezekani, twende katika twende kwanza katika asili ya jambo kwamba ili jambo liweze kutokea inabidi kitu gani kiweze kupatikana, jambo la msingi. Sasa katika mtazamo wa wanasayansi wenyewe wa wa tu wa, niachie na masuala ya ya ya, ya, ya, ya, ya matokeo hayo, katika mtazamo wa kisayansi inabidi kabisa kwanza kuwe na mzunguko bora wa damu katika kiungo husika. Sasa tujiulize swali, je, hakuna mimea asili ambayo inaweza kusababisha mzunguko wa damu bora katika kiungo husika? Jibu ipo ni kalisti hapa mfano wa njia hiyo kanita ginseng inafahamika, tongkat ali honey uh, goat weed lakini uh, pia ginger tangawizi pia ina uwezo wa <laughs> kuzalisha msukumo wa damu bora katika kiungo husika. Maana msukumo wa damu ukiwa bora, pia misuli inatanuka na inaweza ikakua. Eh, si hapo tunafahamiana? Kwa hizi ni pointi ambazo kwa mtu wa kawaida anaweza kunielewa hapa, sina kutoa maelezo mengi ya kisayansi, si kuna tissue si kuna muscles si kuna nini, lakini pia kuna suala zima la hormone testosterone hormone nafasi ndipo inahusika na ukuaji ina wa uh, via vya uzazi. Sasa je, hakuna mimea ambayo ina sifa ya kuboost au ya kuongeza uzalishaji wa testosterone hormone? Jibu ni ipo. Inafahamika mimea hiyo ambayo ina uwezo wa kuongeza testosterone na jambo liko wazi. Pia nikatini, nikatoa mfano wa mimea hiyo, nasema kuna maca roots eh, maca roots inafahamika na nimetoa mfano ambayo ni mimea ambayo ni common ipo katika jamii zetu. Fenugreek pia inafahamika ipo sawa na pointi nyingine ya msingi ni lishe tu bora na afya njema ambayo inasapoti ukuaji wa tishu za mwili nzima pamoja na tishu ya kwenye kiungo kiungo husika. Kwanza ili uweze kunielewa, kwa nini nasema kwamba inawezekana, lazima kwanza ujue ili jambo liwezekane, inabidi mambo yapi yaweze kupatikana au inabidi kitu gani kiweze kufanyika, kwa kama mambo haya yaweza kufanyika ndio itawezekana. Hmm. Lakini pia mwisho kabisa anasema kwamba maendeleo hayana mwisho, kwa maana ya kwamba kile ambacho sayansi haijaweza kuthibitisha leo, huenda kesho wakithibitisha. Lakini pia inabidi pia ufahamu wanasayansi ni nani. Mtu yeyote ambaye ajihusisha na kusoma na kujadili mambo au kuelezea mambo ya kijamii, mambo ya, ya kiteknolojia, mambo ya kiafya kwa mujibu wa kanuni za kisayansi huwa anaitwa wanasayansi. E, wanasayansi wengine wanasema jambo hili ni la serikali lakini ifahamu kwa mwana sayansi nani, kuweza kunielewa, kwa sababu ukuaji wa asili ya natural growth ya maumbile hayo ya kiume wanasema ni maina ya miaka kumi na nane mpaka ishirini na moja Baada ya hapo ukuaji asili una stop, ukuaji asili una stop. Kwa maana sasa kwamba mimi nasema kwamba jambo hili linawezekana au sitasema kwamba jambo hili linawezekana kwa, kwa, kwa sababu ya pointi hizo ambazo nimezijadili pointi za msingi. Kwa fahamu kwanza kitu gani kinafanyika ndio uweze kuweza kupatikana kwa hiyo masuala ya ushabiki kwamba jambo haliwezekani haliwezekani, ni masuala ya uongo. Ah, sasa unatumia hoja gani kuweza kwamba kusema kwamba jambo hili haliwezekani? Kwa hiyo jambo linawezekana kwa asilimia mia moja kwa pointi hizi chache ambazo niweza kuelezea hapo, pointi ambazo tu ni akili tu ya kawaida ya kuweza kufahamu. Lakini pia wanapenda kutumia mfano huu, kwa baadhi ya watu nikizungumza nao kwamba suppose mimi mwili wangu kama unapoona naenda gym Eh, sasa hivi si unaona maybe sina six pack, lakini of course niko nazo, labda zimefichwa na t-shirt. Naenda gym, naanza kunyanyua vyuma, pump some iron, baada ya muda nitatengeneza muscles kwenye mwili wangu, kwa the same applies, japokuwa tu kuna watu wanajenga hoja hapo kwamba, oh, kule kuna chief, kule kuna muscles. Sitaki ku discuss hiyo topic sana, lakini au uh, ni mfano tu wa kawaida kwamba ukianza kufanya mazoezi, kufanya mazoezi, kubapusha vyuma, mwili unakuwa mwili una grow, kwa the same applies kwenye kiungo hicho. Kwa hiyo mimi nafikiri naomba nishi yako. Kwa hiyo maelezo yako mengi maelezo yako mengi, lakini kwa leo naomba nishi yako. So hili ni keni za kawaida ambazo tunielewa, hata kama ukiwa ni darasa la nne utaweza kunielewa kwa maelezo hayo.